Nini kilitakiwa kufanyika, nini kimefanyika na nini kinaendelea kufanyika katika uwanja huu? Kile ambacho kilitakiwa kufanyika, ambacho ni kuhakikisha kwamba uwanja huu unakuwa vizuri kwa ajili ya mashindano, ilikuwa ni tatizo kubwa. Lilikuwa ni kwamba uwanja, kwa siku ile, mvua ilikuwa imenyesha na kulionekana kwamba kuna maji, kuna maeneo ambayo yalikuwa yanakuwa na maji yametwama. Kwa hiyo tukagundua kwamba shida ilikuwa ni kwamba maji hayanywei kwenda chini na baadhi ya maeneo ya uwanja yalikuwa yameshuka, kwa maana ya kwamba umekuwa umetumika kwa muda fulani bila kufanyiwa marekebisho makubwa, na kwa sababu haukuwepo kwenye mpango wa matengenezo, pitch haikuwa sehemu ya marekebisho yanayoendelea. Hiyo tunaendelea kuifanyia kazi. Kwa hiyo kilichofanyika, ukiangalia kwenye uwanja utaona kuna mistari. Wenzetu wa reform wamepewa kazi, ambao ni wataalamu wa kutengeneza pitch, wamekata mistari mita moja moja, kuanzia mwanzo wa uwanja mpaka mwisho juu, kuanzia goli moja hadi goli lingine, kwa je, na baadaye wame, wamechoma chini kama nchi tatu kwenda chini, wameweka mchanga. Hii mchanga ni kwa ajili ya kusaidia ya maji yaweze kunywea kwa urahisi, lakini pia yametuamisha maji. Wamejaribu ku, ku, ku, kuyachoma kwa maana ya kwamba ku kuweka mchanga ambao utasababisha maji yote atakayokuwa yananyeshwa na, na mvua yaweze kwenda pamoja na kwamba kuna mifumo mingine ambayo inayochukua maji kuingia kwenye, uh, kwenye mitaro inayozunguka uwanja. Hii ndio zoezi linafanyika. Kwa hiyo, kinachoendelea mpaka sasa hivi, ambayo ukiangalia kwenye uwanja utaona wataalamu wapo, ni kwamba tunaweka mchanga kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunatengeneza ile e, uh, ule ule ulalo mzuri ili maji ya juu yaweze kutiririka kwenda chini na yale ambayo yanatakiwa kunywea chini yaweze kunywea. Ndio maana tunaweka mchanga. Kwa hiyo baada ya hapa tutakuwa na mashine ambazo zitakuja kutoa uchafu, tunaita scarification. Baada ya kukata nyasi kwa kawaida huwa kuna vipande vidogo vidogo, kama ambavyo ukienda saluni unanyolewa alafu una, unanawa una. Kwa hiyo yes, scarification machine itakuja kwa ajili ya kuondoa zile vipande vipande vya nyasi ambavyo vinakuwa vimebakia ambavyo hivyo ukiviacha vinatengeneza lea ambayo inasababisha maji yasiweze kunywea. Kwa hiyo tunaviondoa hivyo, tuna, uh, fanya ku, ku, ku, tunaita, uh, stitching kwa maana ya kuchoma ili ku, kuhakikisha kwamba nyasi zinapata hewa, lakini pia inaruhusu maji iweze kwenda. Tutajaza mchanga kwa ajili ya kutengeneza lea nzuri, yani uwanja uwe na, na, na leva ambayo haitasababisha maji kutuama. Na baada ya hapo ni kazi ni kuweka mbolea kumwagia maji, na bahati nzuri pia saizi mvua inanyesha tunafanya hayo kuhakikisha kwamba mpaka inapofika siku ya ukaguzi uwanja wetu uwe uko katika standard ambayo ni nzuri ya kuweza kufanya watakao kuja kucheza wacheze katika uwanja ambao una viwango vinavyokubalika. Pengine, inachukua sasa kwa muda gani kuanzisha hatua zote za awali kuweka mchanga, mpaka kukamilika hatua ya mwisho zaidi kuweka leveling? Uh, ah tayari kuweka mchanga kwa hatua ya kwanza tumefanya. Kama unavyoona mvua imenyesha Dar es Salaam karibia masaa masaa karibia ishirini kuanzia jana imenyesha, imekesha imenyesha na lakini kwenye uwanja wetu sasa hivi tumeona improvement kubwa, lakini zoezi hili tumekusudia kulifanya mpaka itakapofikia tarehe tano. Karibia sehemu kubwa ya matatizo haya yatakuwa tumeshamalizana nayo, kwa maana kwamba mashine zinaandaliwa kwa ajili ya kufanya. Sasa hivi wanamaliza hawa wanaofanya kwa mkono, wakishamaliza tunaingiza trekta kwa ajili ya kufanya hayo ambayo nimeelezea. Sasa hivi tuko kipindi cha masika, pengine unahakikisha Tanzania mvua hii haitoa athari yoyote, ukarabati huu ambao unaendelea kwenye pitch? Hapana, yaani kwanza mvua hii ni kipimo, ndio maana tunasema kwamba acha yenyeshe tujue, tujue panapovuja. Na kwa hiyo kinachofanyika sasa hivi mvua hii, ukarabati unaofanyika utatufikisha pazuri tunapohitaji.